Zaidi ya nyumba mia mbili zimebomoka kufuatia mvua kubwa iliyoambatana na upepo kunyesha katika kijiji cha Mpunguzi na Ilazo mkoani Dodoma kwa takribani saa saba na kusababisha maafa katika matukio hayo. Mtu mmoja amejeruhiwa na amejeruhiwa mara baada ya nyumba kubomoka. Moses Bulaya ana taarifa zaidi katika eneo la Mpunguzi, nje kidogo ya manispaa ya Dodoma wahanga wa mafuriko hayo wanatopia lawama zao kwa mkandarasi aliyejenga barabara ya Iringa Dodoma kwa kutoweka mitaro ya kupitishia maji, hali inayosababisha maji hayo kukosa njia na kuingia katika maeneo ya makazi. Kasi ile tarehe moja yakavunja yaka kingo za ile daraja. Baada ya kuvunja ile kingo, mkuu wa mkoa alikuja akatoa amri kwamba I, zile kingo zitengenezwe. Tunashangaa, kuanzia tarehe moja mpaka leo tarehe kumi na nane hazijatengenezwa. Nilikuwa nimelala tu nikaona mvua mvua mvua inanyesha, nikaona kama kidogo, nilivyotoka nje maji yanatoka huko kaskazini katika eneo la Ilazo. Mbali na baadhi ya nyumba kubomoka, wakazi wa eneo hilo wameshindwa kuendelea na shughuli zao mbalimbali mbali, kufuatia nyumba zao kujaa maji. Ukweli imetuathiri, hatuwezi kutoka kwenda sehemu yoyote ile, maji yanazunguka nyumba, makalo yamejaa. Kitu tunachokihofia ni janga hili la kipindupindu. Huwezi kwenda kazini ukawa na amani ufanya kazi wakati nyumbani kwako ujui utarudi, utakuja kulala, hilo swala kubwa. Lakini pili, ningekuwa na mtoto mdogo anaumwa, ningeendaje? Ningeendaje hospitali? Hiyo ingekuwa shida pia. Nyingine usafiri ni tatizo. Viongozi wa maeneo hayo wanaelezea hatua walizozichukua ili kuwanusuru wananchi na maafa hayo. muda huo tunajaribu kuwasiliana kamati ya maafa ya wilaya, angalau kipatikane chochote kinachoweza kuwa stili japo kwa siku ya leo na hizi siku ambazo zinaendelea. Wakati tunaangalia ustaarabu wa moja kwa moja, siku tukakutana na Mheshimiwa Meya, akiwepo naibu waziri na diwani wetu na wakurugenzi wote wasidia na manispaa, wakatuahidi kwamba kesho tutakuja kufanya hii kazi ya kuweza unani kuchepusha ya maji tu tuyapeleke vipi ili kuepusha madhara mnaweza kuyapata lakini matokeo ni kwamba mpaka leo bado hata hivyo mamlaka ya hali ya hewa nchini imetoa tahadhari kwa wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuondoka katika maeneo hayo kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha ili kuepuka maafa yanayoweza kujitokeza kutoka mpunguzi mkoani dodoma mimi ni brian moses wa star tv